Kifungu ambacho kimetumika kumwachia Niffer leo ndio hicho hicho kifungu ambacho kilitumika kuwaachia wale watumwa wengine wiki iliyopita. Labda kipi ambacho DPP amekibaini sasa singe wachia, kwa nini asinge waachie kilikia na kuja kuachia leo? Uh, namba moja ni yes kifungu ni hicho hicho cha 91 cha 92 eh kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho kilitumika pia kuwaachia e, wale washtakiwa wengine ambao waliachiwa kwa makundi kadhaa hapo awali. Na pengine kama kutakuwa na kutendeka kuwa na cases nyingine za mambo ambayo ziko mahakamani, e, bila shaka kama na wao watafutiwa mashtaka watafutiwa wa kifungu hicho, kwa kifungu ni hicho almahususi e, kuhusu reason ya DPP kwamba kwa nini alistaga ali aliwaachia ali kwa mafungu kama nilivyosema, bahati mbaya sheria imempa mamlaka yeye, na bahati mbaya sheria haimuhitaji kutoa sababu. Kwa labda mtu sahihi zaidi kwenye mazingira haya ni yeye mwenyewe aseme, namba moja kwa nini E, labda amewaachia kwa mafungu namna hiyo na, mnaio, na you know, vitu ni vingi <laughs> vya kisheria vya kimantiki, lakini e, mimi kama wakili nafurahi tu kwamba e, hawa ndugu wawili ambao ndio walikuwa wamebakia ni ndugu, kwa sababu wamekuwa wame ndugu walipokutana sasa e, uwe, kwa hawa ndugu wawili wameachiwa, na kama nilivyosema, watakuwa sasa wanakwenda kufanya shughuli zao mbalimbali mbali za ujenzi wa taifa na sisi sasa, kama nilivyosema. E, tutapata nafasi ya kufanya mambo mengine ili sasa, lakina Nifa na Mika Chavala tunakuwa tumelitua tumeli kwa kwa namna ambapo tumelitua tuna tunashukuru e, kwamba kipande hicho kime, kimeisha kwa namna hiyo hiyo, wanatakiwa ambao walitolewa mwishoni mwa mwezi Novemba kwa kadi uh, waje waripoti tena baada ya muda kadhaa. Vipi kwa Nifa, na yeye alivyoachiwa uh, leo anatakiwa ripoti tena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 Hapana e, kama nilivyosema e, kifungu kinasema tu mkurugenzi wa mashtaka anaweza kufuta kesi yoyote iliyopo katika hatua yoyote katika mahakama yote hapa Tanzania, na hapaswi kutoa sababu zozote. Sasa -uki, hiyo tu tafsiri yake ni kwamba hata hayo masharti basi hayapo, maanake yani kifungu akiweki masharti kinasema tu, kinampa mamlaka muda wote kabla ya hukumu, anaweza kufuta mashtaka yote na hivyo alivyofanyika. Kifungu narudia tena hakitoi masharti yoyote kwa kama ma mahala popote pale. Mtu atataka kuweka masharti hayo, ni maswala mengine ambayo sasa hayahusiani na kifungu husika e, hizo za ni arrangement sasa zingine kabisa ambazo hazihusiani na, na kifungu husika, na e, tutaona kama hayo yatajitokeza tutaona namna gani ya, na ya kushirikana kwa sababu mambo ya sheria yanatibika na kujibiwa na sheria. Yes, mpaka sasa ni washtakiwa wangapi ambao bado wanaendelea kushikiliwa na mahakamani? Uh, bahati mbaya sina takwimu sahihi, lakini awashikiliwi na, e, e, washikiliwa na mahakama. Actually mahakama kazi yake kwenye kesi za uhaini ni kufacilitate kitu kinaitwa to committal process kwa mahakama, haiwashikilii e, kama yupo mtu anayewashikilia ni yule ambaye aliwashtaki na ndo huyo huyo ambaye labda ndo mmeona ametumia kifungu hicho kuwafutia mashtaka kwa mahakama shikiri mtu lakini idadi kamili I have to check, lakini wapo baadhi hapo juu e, lakini wanawakilishwa na na mawakili wengine na gana, majikumi, kezangu, zi, kwa sababu tuligawana na majukumu kesi zangu zilikuwa ziko tatu e, kundi la kina Niffer kwa kwamba baki wawili kina Niffer kwa kuna kundi la wengine nilishawataja kina Pauline Liza na Mwendeleza Palangio, hawa walisha toka kwa nilikuwa nimebakiza nime, nime hawa tu kundi la, la Niffer na Mika Chavala, na kwa kuwa kama nilivyosema wametoka sasa, na wao basi, na sisi tunapata nafasi ya kufanya sasa laba mambo